Tia huko Dodoma ambako leo Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania la 12 lilikuwa linaendelea na eh, bajeti ya wizara ya habari, utamaduni, sanaa na michezo ambako bajeti hiyo bwana imefanikiwa kupita, lakini eh, kwa namna ambavyo imeweza kupita, kulikuwa na majadiliano makubwa yenye mvutano wa hapa eh na pale, lakini kubwa zaidi wakati wa Uh, wabunge wanachangia bajeti hiyo, walikuwa wanahoji uh, maeneo tofauti tofauti. Wako ambao walihoji kuhusiana na viwanja, wako ambao walihoji kuhusiana na namna ambavyo tunaweza kuendeleza kukuza uh, vijana wetu wa hapa nchini Tanzania, namna ambavyo waliohoji tunaelekea kuandaa michuano ya CHAN pamoja na AFCON lakini sasa taswira iliyopo ya baada ya kuahirishwa mechi ya Simba na Yanga, kwa maana dabi hii inaleta uh, picha gani sasa hapa. Uh, tuanze kusikiliza baadhi ya wabunge wakizungumza, wakati wakijadili uh, kuhusiana na bajeti ya wizara hiyo ya habari uh, uh, habari, utamaduni, sanaa na michezo. Sasa alianza kuzungumza uh, ni Saif Gulamali. Uh, amezungumza hasa kuhusiana na namna ambavyo yeye anaona mtazamo wake hasa juu ya namna ya kile ambacho kilikuwa uh, kinaendelea. l Spain, kuna bodi ya ligi inaitwa La Liga inasimamia masuala mazima ya michezo katika ligi ya Spain, lakini pia federation ina ligi yake. Hapa Tanzania, nimpongeze mheshimiwa Leodgar Chila Tenga kwa kuanzisha bodi ya ligi ndani na idara ya TFF na imekuwa nzuri, na toka ilivyoanzishwa mwaka 2008 ilikuwa imeanzishwa ikiwa chini ya idara ya TFF, lakini malengo ilikuwa ije baadaye ijitegemee kama zilivyo bodi za ligi ya Uingereza kama zilivyo ligi bodi ya ligi za Spain. Sasa bodi yetu bado iko chini ya TFF, tunaomba mheshimiwa waziri, ni bodi hii uiboreshe, iwe independent, ijitegemee. Tunaona bodi ambayo haijisimamii, asubuhi inatoa matamko haya, jioni inatoa matamko haya, hii inaonekana nyuma ya pazia bodi inasukumwa. Kwa hiyo nakuomba mheshimiwa waziri, bodi hii ijisimamie. Tunafahamu ligi kuu ya Uingereza Mheshimiwa Gulamali. Wewe ni mbunge mzoefu. Usilingize bunge kujadili vitu ambavyo bado havijafika rasmi. Kanuni ya 81 inakataza kujadili kutuhumu mtu au chombo ambacho hakina nafasi ya kuja kujitetea wakati wewe wa unasema. Mheshimiwa Naibu Speaker. Mheshimiwa Gulamali. Sawa, Mheshimiwa, kanuni ya 84 ukikataa maelekezo ya kiti ya wa spika, unashtakiwa kwa kanuni, umekosa kosa nidhamu. Na ukipinga kanuni ya 84, unakwenda 85 ndio mbaya kabisa, hata ubunge hutagombea. Usituhumu chombo chochote, nakuomba. Mimi nakusaidia tu. Kuna kesi hapa ilitokea ya mheshimiwa mmoja mkubwa na mbunge mundani kuzungumza vitu ambavyo unatoa maamuzi, unalamikia maamuzi yaliyofanywa we hukuwa sehemu ya, ya hiyo chukikao, na mimi kwa kukaa hapa naweza nikaingizwa kwenye kesi yako. Punguza munkar, changia mambo ambayo una uhakika nayo. Endelea mheshimiwa. Na, naibu spika, naomba muda wangu ulindwe. Mimi nazungumzia muundo wa bodi zetu za ligi zilivyoanzishwa. Ukienda Uingereza kuna bodi ya ligi inayojitegemea inaitwa EPL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 akizungumza bungeni hii leo. Lakini uh, mbunge wa jimbo la Morogoro Kusini Mashariki ambaye yeye na yeye ametoa maoni yake hasa kuhusiana na hicho ambacho kinaendelea, uh, Hamis Shabani almaarufu kama Tale Tale. Kwanza nipongeze ni, ni TFF kwa ujumla wake kwa kile wanachokifanya kwenye soka letu la Afrika Mashariki. Nzima sisi tunaongoza Tanzania, nipongeze pia bodi ya ligi, tunafanya vizuri na tunakwenda kukompiti kama na timu kama za Moroko huko, wapi tunaonekana tuna klabu bora. Lakini leo hii tu wawazi wote hapo ya. Simba, Yanga haiwezi kufungwa na timu yoyote ya nchi hii, kuna nini? Wanasema yamshi la jabal ila jarda punda haendi bila bakora. Viongozi wa TFF na bodi ya ligi, acheni kudekeza Simba, acheni kuidekeza Yanga, acheni kutengeneza utaratibu ambao tunaona kabisa kama hawa wanabebwa wengine hawabebwi, acheni tuwe wazi. Sisi, sisi furaha mimi ni Simba, tunaona juzi wenzetu walikuwa wanacheza pale uh, Zanzibar wakiwa hawachezi hapa, utasikia Yanga kampiga mtu tano, Simba kampiga mtu saba. Wakitoka nje hapa jini katoka mganga oi, yani wanashiza kwa shida. Kuna siasa mnafanya kwenye mpira, sio sawa. Ligi ya Itali imepoteza heshima yake kwa sababu ya, na, hiki ambacho leo hiki tunakileta Tanzania taarifa mwenyekiti na hiki ambacho tunachokileta taarifa, mheshimiwa, naomba kwanza kumshukuru mchangiaji kwa mchango mzuri anaochangia, lakini naomba nimpe taarifa, ili alilolisema ni muhimu sana na ndio sababu timu ya taifa ya Tanzania bara ina muda mrefu sana imeshindwa kuifunga timu ya taifa ya Zanzibar. Mheshimiwa Taletale unapokea taarifa? Napokea, napokea. Haya, amepokea taarifa hiyo, Mheshimiwa Taletale anafahamika uh, uh, kwa jina la Hamis Chabani almaarufu kama uh, Babu uh, Tale Zuberi George Mkaraboko, kabla hatuja kwenda kumsikia uh, waziri mwenye dhamana ya michezo Uh, wewe unasemaje hasa kuhusiana na hili ambalo limetokea kwa siku hii ya leo bungeni wakati wa kupitisha bajeti ya Wizara uh, Utamaduni, Sanaa na Michezo. Ah, nilichosikia ni kile kile tu kwamba bado bodi ya ligi wamechoma ubani wa nyota haujaondoa nuksi. Wamechoma ubani wa nyota haujaondoa nuksi, nuksi. Una maana gani? Yaani, hatujamaliza tatizo, tumeliandaa tatizo. Tatizo gani ambalo limeandaliwa? Ni tarehe nane. Tatizo liko pale pale, ni tarehe nane, maamuzi yake, mivutano yake, hawajakaa mezani na kusikilizana. Sasa haya yote ni matokeo sasa ya kuto kusikilizana. Wanatoka watu nje ya nyinyi, wanaanza kushauri namna ya kusikilizana. Ni mapungufu makubwa katika dhana ya uongozi. Unajua tunazungumza tu, lakini nadhani nilikuwa nasema juzi kama si jana kwamba itafika muda hawa watu watasaidiwa, watasaidiwa namna ya kuendea mambo watasaidiwa namna ya kuamua. Mama, unajua hata hizi tunazosikia kwa wabunge kwamba acheni kuwadekeza nani? Sasa na kwa nini kama taratibu zipo? tafsiri yake tuna viongozi ambao wana upendeleo Simba na Yanga. E, sinaona tafsiri yake. Unaona hata wanaojadili bungeni wamegawanyika. Sasa hata viongozi hawa wanaacha taratibu, wanafanya maamuzi kwa hisia. Sasa kama taifa kinachojadiliwa bungeni ndio kinachotuleta picha mpaka kwenye bodi ya ligi kwa wakati inatajwa kuna dhuluma, kuna upendeleo, akisi yake ni hata hii mijadala. Kwa hivyo kama unachoma ubani wa nuksi alafu haujaondoa nuksi, hilo ni tatizo, kwa sababu haya tunayoyaona hivi sasa. Hebu tuulizane, kila mtu ukimuuliza swala hili anagawanyika kwa itikadi, kila mtu anajua nini kilifanyika tarehe hiyo kipya kikufanyika baada ya kumaliza tatizo tunazalisha tatizo, kwa kweli. Sasa kwa mantikio tunaweza kutatua hili tatizo, linaweza likatatuliwa hawa watu. Kwa namna gani? Wa, wakakae wajue walipokosea, wasianze kutafutiana makosa wakati walichokosea. Kwa mfano ndio hayo tunayosema. Sasa hawataki kukaa kutafuta walichokosea, wanatafutiana makosa kabla ya baada ya kukosea. Hii ni shida. Na na wanasema eh, kila mwamba ngoma huvutia kwake. Mimi nadhani sasa ifike wakati tuachi kutafutiana kutumia kanuni kutafutiana nafuu, ndo tulikofika. Huyu kwa kuwa ametaka we ujiuzuru, na we unatafuta eneo ambalo utambana, lakini tunashindwa kukaa kusikilizana kwenye tatizo ambalo limetufanya tusielewane. Unaona tabu inapokuja, huyu anatumia kanuni ya kupanga mechi kwa sababu we uko umeambiwa ujiuzuru na wewe kwa sababu unataka ajiuzuru kabla ya hiyo mechi, maanake utukwenda kwenye mechi. Kwa hiyo kuna mgongano eh, mgongano wa kutafuta nafuku kupitia kanuni, kila mtu anataka kusimama kutafuta usahihi. Ndio maana tukasema tulipofika sasa, imetosha. Tumesikia kila kitu, tumesikia uwezo wa bodi ya ligi walipokwama, tumewasikia Yanga Africans madai yao, na tumeona uwezo wa viongozi wa TFF wameshindwa kumaliza mgogoro, tumeona ushauri wa wabunge wakasimamiwe hawa kusikilizana, hawa wameshindwana kila mmoja yuko sahihi kwa upande wake. Nadhani eh, eh, hilo ndio njia pekee iliyobaki, na nilisema mimi watasaidiwa na mfano wa kusaidiwa ndio huu. Wao wenyewe kila mmoja yuko sahihi sawa. Sasa Waziri wa Habari, Utamaduni, Sanaa eh, na Michezo eh, ambaye bungeni majibu yake yalikuwa haya, baada ya kuombwa sasa atoe kauli juu ya namna ambavyo wanalihendo hii situation ya dabi ya wekundu wa Msimbazi, Simba na Yanga. Pala Magamba John Aidan Mwaluko Kabudi nije kwenye suala la mustakabali wa mchezo wakati kati ya Simba na Yanga. Na Mheshimiwa Naibu Spika, umeeleza wazi, kwa mujibu wa sheria za FIFA wizara au serikali haiwezi kuingilia swala hilo. Swala la ligi linasimamiwa na TFF, linasimamiwa na bodi ya ligi, na kanuni haziruhusu serikali kuingilia mambo hayo, kwa sababu ukifanya hivyo FIFA itaifungia Tanzania. Sasa kwa ndugu yangu Swale na wena sheria wengine, hilo jambo ni sub judice na kwa sababu ni sub judice siwezi kulisema, nikilisema nitakuwa nimefanya makosa ya padri kutoa maungamo. Kwa hiyo tunaendelea na juhudi mbalimbali, na mazungumzo yetu yaligusa kuhusu kuboresha mchezo wa mpira katika nyanja mbalimbali. Sawa mbali. mazungumzo ya awali ambayo waliyafanya TFF bodi ya ligi pamoja na Simba na Yanga kupitia wizara ya habari, utamaduni, sanaa na michezo yalikuwa yanalenga kuendeleza mpira zaidi. Sasa haya kama yako ndani yake kwenye kuendeleza mpira sawa, lakini amesema anafungwa na utaratibu uliowekwa na FIFA hasa serikali kuingilia kwenye michezo iko sawa, lakini pia kuna tatizo linaloweza likatokea. Lipi sasa hii? Uh, sikasema kwenye, kwenye haki inawezekana, huko huko wakashauri, ndio maana nikasema kiuhalisia Uh, serikali haiwezi kuingia kufanya maamuzi, mm. Serikali inaweza ikashauri tu, jamani, hebu niendele mkakae moja, na ndio maana nikasema kwa walipofikia hawa wanatakiwa washauriwe okay. Kwa sababu kila mmoja analo tatizo lake ambalo analifanya yuko sahihi. Kila mmoja anakimbia tatizo lake na, na, na kukimbia tatizo manake hampati suluhisho. Ndio maana unaweza ukaona hapa ha, mtu anatafuta kipengele kinachokupa nafuu, huyu anataja dabi cheto tena, yule anakuambia tufasili ya kwanza, huyu hataki kukaa kwenye hilo, kwa hiyo imekwenda. Lakini nadhani kwamba tumepata pa kujifunza, funzo letu la kwanza kutokana na viongozi wetu wa mpira, kuna ushabiki na bodi ya ligi sio chombo huru kwanza, lakini pili viongozi wanachukua upande, kuanzia bungeni tumesikia tumewaona nao na viongozi, mtu hawezi kufanya maamuzi ni yule ambaye ana upendeleo na upande kwa watu, akimwambia tukae, anaweza kanaogopa kukaa kwa sababu atapendelea, na huyu naye anayelalamika anaweza kaonekana kama mkorofi kwa sababu anagusa maslahi ya watu wengine. Kwa hivyo dhana ya mpira wetu, upendeleo ni kitu ambacho kipo asilimia tisini na tisa kwa hii senario yote. Kirumanga, tulianza tangu imeanza sawa, tulifunge hili hili, tulifunge wa... kwa kwa maana tunakubaliana kwamba suluhisho lake ni ili liishe wakae chini Yanga, Yanga lazima acheze mechi. Yani suluhu ya, ya, ya haya yote kuisha yes, mpaka maridhiano kwa anacheza bila maridhiano mimi sawa, maridhiano eh. Yani vivyo vyote itakavyokuwa anasema ili acheze mechi kwa maridhiano eh, eh, sawa. Yani suluhu yetu hapa sio Yanga acheze mechi eh. Suluhu wakaridhiane sawa, pamoja ni wapeleke timu uwanjani sawa. Yani mimi ndo mwisho wa siku nataka tuitimishe kwamba wakaridhiane wapeleke timu uwanjani hiyo ndio itakuwa suluhu sawa. Sasa wakati hayo yakiendelea, hapo hapo bungeni e, waziri wa habari, utamaduni, sanaa na michezo ambaye Palamaga, e, Palamagamba Kabudi alitoa taarifa ya serikali juu ya klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba. Bwana, baada ya mafanikio makubwa ya timu ya Simba na sasa inaingia kwenye mchezo wa kwanza wa fainali ya kombe la shirikisho linaloandaliwa na kafu ambapo klabu ya Simba inakwenda Moroko kupambana na klabu ya RS Berkane. Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inayoongozwa na Dr Samia Suluhu Hassan imefanya maamuzi ya kutoa ndege itakayoipeleka klabu ya Simba Moroko kwa ajili ya mchezo huo. Mheshimiwa Naibu Spika, naomba kutoa hoja. Hoja imetolewa, imeungwa mkono. Sawa, so, uh, ni waziri mwenye dhamana ya michezo huyo akihitimisha namna hivyo. Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imewapa ndege ya kuwapeleka na kuwarudisha wekundu wa Msimbazi, uh, Simba kwenda Morocco katika mechi yao ya kwanza ya fainali ambayo inafanyika nchini Moroko kwa ajili ya kuweza kwenda eh, kupambana katika kuhakikisha kwamba wanaweza kuipeperusha bendera ya Tanzania. Kongole sana kwa serikali, kongole kwa Simba Sports Club, na ndio eneo ambalo tulikuwa tunalalamika tangu mwanzo. Mimi nadhani sasa, eh, Simba waongeze nguvu. Kama, e, bwana sakata la mchezo wa kare ya Kodabi kati ya Kodabi, kikosi cha Young African ya Simba Sports kuendelea e, kuchukua sura mpya limefika mpaka katika bunge la jamhuri ya muungano wa Tanzania na hivi sasa tunazungumza e, unaambiwa bu, bungeni kiliwaka, bungeni kilinuka baada ya wabunge kuanza kutupiana maneno kuhusu sakata hili, lakini e, wakanyamazishwa kwa sababu serikali haitakiwi kuingilia masuala ya soka, na ikitokea hivyo basi adhabu ya yake huwa ni kufungiwa miaka mitatu mpaka mitatu mitano kwa nchi hiyo kuto kujihusisha na masuala ya soka. Lakini ishu ni kwamba TFF na bodi ya ligi wameshaupangia mchezo huo e, wa dabi ya Kariakoo tarehe ambapo utachezwa tarehe 15 ya mwezi wa 5 ya e, mwezi wa 6 Elfu mbili na ishirini na tano. Lakini kikosi cha Yanga wao wameendelea kutoa kauli yao kwamba hawachezi, hawachezi, hawachezi. Hiyo ni kutokana na kwamba hawana imani na bodi ya ligi, hawana imani na TFF, hawana imani na raisi wa soka la Tanzania yani wale Sikaria pamoja na watendakazi wake wote. Lakini pia wao wanadai kwamba ule mchezo Yanga alionewa, anastahili kupewa alama tatu, lakini kitu kingine eh, anastahili pia eh, kulipwa eh, gharama za maandalizi eh, katika mchezo ule ambazo gharama hizo inabidi zilipwe na Simba Sports Club. La sakata hilo limeendelea kuchukua sura mpya baada ya kikosi cha Yanga kupitia mwanasheria ya wake kumpeleka eh, mahakamani. Nasibu Mkubwa huyu ni mwandishi wa habari kupitia Clouds FM na Clouds uh, TV kwamba taarifa alizozichapisha ni zinapotosha, wow, e, lakini pia zinawasema vibaya. Lakini kweli ni kwamba nasi mkubwa katika taarifa yake ameweza kuripoti kile kutokana na alichokielewa kutokana na taarifa ya kikosi cha Yanga baada ya kusema wao hawatacheza. Kwa hiyo yeye akaweka conclusion kwamba kama hawatacheza mchezo huo wa tarehe kumi na tano ya mwezi wa sita, basi watapokonywa alama tatu za mchezo huo lakini pia watapokonywa alama kumi na tano Kine, eh, kutoka eh, katika pointi walizozikusanya kwenye ligi. Hicho ndicho kinachoendelea sakata la Young African na Simba Sports pamoja na ligi, sakata la mchezo na nafasi pia kuandikia maoni yako katika sehemu ya comment. Unafikiri hili litakwendaje? Yanga wasipocheza na Yanga inaweza kama end game kwamba wanasema wacheze, lakini mwisho wa siku wakaja na wakaleta timu uwanjani.